tunataraji kuanzia tarehe 12 ya mwezi wa tano mwaka huu 2025, insha allahu taala, masomo rasmi yataanza. Nije kwako nikikusihi na nikikushauri kwamba hii kwako ni fursa. Unaweza kusoma kwa muda utakaojipangia popote ulipo, tena kwa lugha yako sahihi na fasaha ya Kiswahili. Huna tena udhuru, huna tena sababu ya kuto kusoma. Jiunge na Africa Academy kwa faida kem kem, kwani mashehe mbalimbali utakuwa nao kwa ajili ya kukufunza masomo yanayohusiana na sheria ya Kiislamu. Jiunge kwenye Africa Academy kupitia linki au viunganishi vilivyopo kwenye mtandao wa Africa Academy pamoja na Africa TV tu Africa Swahili, Africa Swahili hii ni fursa, usipoteze Africa.